Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Leo tunayo mada katika mazungumzo yetu ya leo ambayo inahusiana na Uislamu, alislamu. Uislamu kama ambavyo tunavyoipata tamko lenyewe katika Qurani Tukufu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia Uh, baad audhu billahi minash shaitanil laini rajim innad dina indallahil islam waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuambia kwamba hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni Uislamu. Na yoyote yule atakayefuata Uh, dini yoyote isiyokuwa Uislamu, basi haitakubaliwa kwake na yeye siku ya Kiyama atakuwa katika hasara. Yaani hii ina maana kwamba Uislamu, uh, watu wanatakiwa kufahamu kwamba Uislamu kwa ni nini? Uislamu kwa kilugha ni kwamba ni kanuni au ni sheria au ni desturi, hivyo kwamba mtu anapokuwa amefuata kanuni na desturi ya eh, mila au ya jamii fulani au ya kabila fulani, hu, hu, hu, huitwa mtu kama huyo, kama amefuata dini fulani, ana dini ambayo inahusiana na, na mila au na desturi ya jamii fulani, lakini kisheria dini inakuwa ni hukumu na sheria na nidhamu ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwamba inna dina indallahil Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, yaani sheria na kanuni na nidhamu ambayo ndiyo ya sawa mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na kwamba yote yule atakayekuwa ameifuata sheria yoyote au kanuni yoyote au ni, ni, ni, eh, nidhamu yoyote isiyokuwa ya Uislamu basi afahamu kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu haikubaliki na yeye, siku ya kiyama au mbele eh, siku ya kiyama atakuwa ni katika wa, wa, walio hasirika. Na Uislamu ni nini? Uislamu au sheria ama hukumu hiyo ni kwamba ni ile nidhamu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliikusudia kwamba mwanadamu awe atakwenda katika mwendo huo. Na kwa sababu hii basi, tunaona kwamba watu wamekosa, wame, wame kufahamu vizuri, yani kuna baadhi ya watu kwa sababu ya neno Uislamu, yani ikawa ni kwamba Uislamu ni kama ni kanuni na desturi ya watu maalum na watu wakukosa kujua Uislamu wamekuwa baadhi yao wanauchukia Uislamu, lakini Uislamu ni nidhamu na ni sheria ambayo inakubalika kibinadamu, na ndiyo maana tunaona kwamba sheria hii, kwa sababu inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo maana tunaona kwamba hakuna tofauti katika wale ambao walikusudiwa uh, kupewa sheria au kuileta sheria kwa wanadamu wote tunaambiwa kwamba wote wanaitwa ni Waislamu au wote walikuja na Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mitume walikuja mbalimbali, eh, mbali, katika enzi na zama tofauti tofauti, lakini kwa sababu wote wametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, wanakuwa wao wamekuja kwa kuleta ule ujumbe na sheria, kanuni na desturi ambayo ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ana anataka wanadamu wafuate, na ndio maana unakuta kwamba e, mbali na, na kuwepo kwa enzi tofauti tofauti na zama tofauti tofauti zilizotumika zilizo, zilizo, zilizo katika kuleta sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini utakuta kwamba utakuta kwamba hukumu ni moja kwa sababu e, wote huo unaitwa ni Uislamu, kwa sababu sheria zote zilikuwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. E, watu walitofautiana kulingana na enzi zao na, na, na nyakati zao kutofautiana na kufahamu kwao, a, uwezo wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kuweza kuyajua mambo kwao, na ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliwatuma mitume mbalimbali mbali katika enzi tofauti tofauti na utakuta kwamba sheria hizi ambazo ndio Uislamu tunaozungumzia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alizituma kwa mitume aliyowakusudia kulingana na hali za watu na kaumi zilizokuwa wakati huo. Ndiyo maana tunasema kwamba e, mtume wa kwanza ambaye ni Adamu alaihi ssalam alitumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na alipewa kanuni na desturi na sheria ambayo itakuwa inafua, inafaa na kufuatwa na kizazi kile ambacho kilikuwekwa wakati ule. Uh, tunasema kwamba sheria hii haikuwa hai, hai inakusudiwa kwamba ni sheria kama ambavyo sasa hivi watu wengi wanaposikia wanapo, wanapo Uislamu wanasema kwamba ni sheria na kanuni aliyotimiliziwa Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hapa e, ningependa kusisitiza tu au kukumbusha tu kwamba Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anaendeleza Uislamu, yaani kwa sababu sheria ni ile ile alizozituma Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kwa mabadiliko yake ni kwamba kila wakati kulikuwa na tofauti za za kuzidia sheria hizo na kubadilika kwa sheria hizo, lakini sheria hizo ni Uislamu ule ule ambao ulikuwa unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, inna dinan indallahi lislam Yani, kwamba hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, itakuwa sheria, kwa sababu haikuanza katika enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam, bali sheria zake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alizitimilizia kutoka kwa mtume au nabii wake wa kwanza ambaye ni Nabii Adam alaihi ssalam, na ndiyo maana tunasema kwamba utukufu huu wa sheria za Kiislamu unakubalika katika kila binadamu. Ni watu kutofahamu vizuri na kuto, kuto, kutojua Uislamu, na ndio maana unakuta kwamba wakati watu wanapozungumzia Uislamu watu wengine hu, hu, huona kwamba ni kama kuna kutengwa kwa jamii Eh, ambao wamemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na na, ku, na, na, ku, na kuonyesha kama wao wako tofauti na, na, na, na wale walio wamwamini na wa, wanaomfahamu nabii manabii wengine kama vile Nabii Isa alaihi salam. Sasa hivi utakuta kwamba eh, mtu asiyekuwa amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni kwamba anapoambiwa e, tafadhali kubali Uislamu, utakuta unamwona kama ana sita, kwa sababu yeye kwa ufahamu wake ni kwamba Uislamu ni sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo sio hivyo, bali utakuta kwamba sheria alizokuja nazo hata manabii wengine na hata nabii Isa alaihi ssalam, eh, ambayo sasa hivi kaumu zimeganyika katika, mara, eh, katika makundi mawili. Utakuta wale ambao wamebakia katika kufuata na, na, ku, na kuamini kwamba eh, aliyetimiliziwa sheria na Mwenyezi Mungu ni Nabii Isa alaihi salam, lakini hapa tunakuta kwamba la ukweli ni kwamba Uislamu uleule aliotangaza au sheria zile zile alizokuja nazo Nabii Isa alahi ssalam ndiyo sheria hizo hizo ambazo alikuja kuzitimilizia eh, na kuziendeleza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ilikuwa ni kubadilisha tu, kwa sababu kila mmoja katika, kila, katika manabii amekuja katika enzi tofauti tofauti kulingana na kaumu tofauti tofauti, na ndiyo maana hatuna tofauti. Mwislamu anatakiwa kuamini juu ya mitume wote, kwa sababu wao wali walichukua majukumu ni wateule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao walipewa mamlaka na kuleta sheria na kanuni hizo mbele ya umma au mbele ya kaumu kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila, kila nabii alikuwa na wakati wake, alivyokuja nabii fulani aka, aka, aka, aka, akaendeleza, akaendeleza kanuni zile kama amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na ilipotimia eh, ilipo eh, wakati wake, kisha aliondoka na alifuatia nabii mwingine. Na hivyo basi ndio tunasema kwamba Muislamu lazima aamini manabii wote, mitume wote wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwamba walikuwa ni mitume wa haki na walitumwa na Mwenyezi Mungu, na sheria walizokuja walizo nazo zilikuja ni sheria ambazo ni zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Angalia ukweli ni kwamba uh, uzuri wa Uislamu haukuanza haukudhihiri hau katika enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam anatuambia katika kauli yake tukufu kwamba man ahsana fi lislam, mwenye kufanya uzuri katika Uislamu lam yuakhadh bima amila fi ljahiliya hawezi kuchukuliwa kwa yale ambayo aliyafanya katika enzi na wakati wa kijahili eh? Kisha tunaambiwa kwamba mtume anasema waman asaa fi lislam, na mwenye kufanya vibaya katika Uislam, akafanya makosa katika Uislam eh? Basi mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kwamba, yani ukhidha bilawali walakhir, yeye atachukuliwa matendo yake kutoka mwanzo mpaka mwisho. Unaona utukufu wa Uislamu, yani kwamba mwenye mtu yoyote atakayekuwa ameukubali Uislamu akafuata nidhamu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, akakubali kutii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, basi yeye huambiwa kwamba hata yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya kabla ya yeye kukubali huenda katika nidhamu na sheria yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, basi hufutiwa na husamehewa katika yale makosa ambayo aliyafanya wakati ambapo yeye alikuwa hajaukubali Uislamu. Na kama mtu atakuwa amekuwa ni Muislamu lakini amekuwa akikariri amek, kuyafanya yale yale ambayo ni makosa katika Uislamu basi Angalia Mtume sallallahu alaihi wa salam anatuambia nini? Anatuambia huyu huhukumiwa kwa yale makosa ambayo hata yaliyafanya kabla ya Uislamu, yani huchukuliwa hu, hu, hukumu kwa ma, ama hisabu yake kutoka kutoka mwanzo eh, kabla ya Uislamu na hata akiwa katika Uislamu. Kwa sababu gani? Hii ndiyo utukufu wa Uislamu, kwamba mtu anapokuwa ameyafanya mambo kwa sababu hakuwa akiyajua na hakuwa akifahamu aki baada ya kufahamu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena mambo yale humsamehea na akamchukulia aka katika uzuri, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ile nidhamu na yeye kukubali kufuata ile dini au sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Al-Imam Ali alayhi ali ssalamu anatuambia kwamba katika maneno yake matukufu kuhusiana na Uislamu asema, la sharafa a'la min al-Islam Hakuna utukufu na, na ubora zaidi kuliko Uislamu. Yani, hii ina maana kwamba mwanadamu unapokuwa katika, katika kuukubali Uislamu, yani maana yake umemkubali Mwenyezimungu subhanahu wa taala, umekubali kwenda katika mwendo ambao Mwenyezimungu subhanahu wa taala ndio ameku, amekupendekezea basi unakuwa na utukufu wa daraja na ndiyo maana utakuta kwamba e, yoyote yule ambaye hujipamba na Uislamu akaamua kufuata sheria na hukumu za Kiislamu, huibuka kuwa mtukufu na mtu mwenye heshima mbele ya jamii na katika kaumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Uislamu ni kufuata nidhamu na Uislamu ni kufuata sheria mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na ukifuata sheria na, na nidhamu aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ndipo hapo mtu huepukana na katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, na hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, mtu huyo huyo ndio huonekana kwamba amejipamba na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amemwamrisha, amempendekezea na amemwelekeza ame, ame, ame, ame na kuweza kuleta ukamilifu wake katika ubinadamu wake. Na ndio maana utakuta kwamba hakuna yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kujipamba na Uislamu kisha akawa ni mwenye kudharaulika kisha akawa ni mwenye eh, eh, E, mwenye kuonekana e, mwenye, na uovu mbele ya jamii a, ambaye labda pengine akawa ni mwenye kukosolewa e, katika jamii katika umma la bali, Uislamu humtakasa mtu, Uislamu humtukuza mtu, Uislamu humfanya mtu akaonekana binadamu aliyekamilika, na ndiyo maana tunaona kwamba manabii na mawalii wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya wao kuwa katika mstari wa mbele wa kufuata hizi sheria na nidhamu zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameonekana ni watu bora, wameonekana ni watu watukufu, wameonekana ni watu ambao wame, wa, o, o, ni, ni, ni, ni, ni wakufuatwa ni wakuigwa eh, katika, katika nidhamu zozote. Na ndio maana utakuta kwamba Uislamu si, si sheria au si kanuni unaweza kuinasibisha na jamii fulani au ukainasibisha na kabila fulani la, bali ni sheria ambayo au ni nidhamu ambayo kwa binadamu yoyote awe ametoka katika tabaka gani, katika jamii gani, katika kabila gani, akiikubali mtu yule huonekana kama amekuwa ni mtu binadamu kamili na ndiyo maana kwamba tunasema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuzungumzia kwamba waliotukuka, e, sheria hizi e, tukisema kwamba haizikuwa ni sheria ambazo wengi wao kama ambavyo tunavyoona kwamba hufikiria kwamba ni sheria shari na kanuni aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bali tunaona kwamba neno Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika Qur'ani akimzungumzia na Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada a'udhu billahi minash shaitani lin rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuhusu Nabii Ibrahim. Tabani enzi za Nabii Ibrahim na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni enzi ama ni nyakati ambazo ni pana sana za muda mrefu, lakini angalia, Nabi Ibrahimu alayhi salam. Asema mwenyezi Mungu subhanahu wa taala baada audhu billahi minash shaitani lin rajim. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Asema kwamba Nabi Ibrahimu hakuwa yeye, Nabi Ibrahim ni myahudi wala hakuwa ni mnaswara, walakini yeye alikuwa ni mwongofu ambaye alikuwa ni Mwislamu, na hakuwa katika ni washirikina we. Hivi ndivyo yani, uh, Uislamu unavyotupatia unavyo, unavyo, unavyo mafunzo yetu na unavyoleta nidhamu kwa, ku, kwa kuwa Uislamu ni dini yenye kukubalika na dini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, insha allah Nafikiri itapofikia wakati mwingine tutaiendeleza mada hii na kujaribu kuelezea kwa kiasi cha uwezo wetu. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.